araka kwa mtumishi um, wa Mungu Askofu Ernest Mrindoko ambaye ni askofu mkuu wa kanisa la Glory of God Ministry akiwa anatimiza miaka yake 25 ya ndoa. Ni zungumzie tu sehemu kidogo kwamba watu wengi ambao eh, wanaweza kuwa na uelewa kuhusu maisha ya ndoa kwanza watamu la msingi unajua, sisi inaweza kusema ndoa za asilimia <tiple> kubwa zinazovunjika sana eh, ni kwa sababu ndoa inakuwa ya msichana na mvulana, lakini Biblia haikutambua ndoa ya aina hiyo. Ndoa huwa ni ya mwanamke na mwanaume <tiple> ndoa <tiple> ya msichana na mvulana ni ndoa za miemko, lakini <tiple> hii ndoa leo tunaizungumza kwa sababu ni ndoa ya mwanamke na mwanaume. Lakini pia watambue ndoa ndio taasisi <tiple> kubwa duniani na <pia> kitu ambacho kimekuwa <tiple> ni cha ajabu ni kwamba watu wanapoingia kwenye ndoa asilimia kubwa huwa wanakuwa wamekuwa na mtazamo wa wao kwa wao kwenye ndoa taasisi, kwa maana kwamba inapokuwa ndoa ni ukitazama ndoa kwa ajili ya wewe na mwenzi wako haiwezi kudumu. Ndoa zinazodumu ni mtu anayejua kwamba nimeingia kwenye jukumu la familia nyingine ambayo sikuzaliwa nayo na, na mume naye anajua nimeingia kwenye ndoa kwa maana ya familia nyingine. Sasa ukitazama familia kila mmoja background yake ndoa itadumu manake, utawajibika kwa sababu ya timu iliyoko nyuma au maono yaliyoko mbele ayo ndoa yoyote, mtu akiingia kwa maono haivunjiki. Ndoa yoyote, mtu akiingia kwa kujua amebeba um, um, timu, yani ni taasisi, haiwezi kuvunjika. Mtu huwa anaharibu kitu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia, yule mfinyanzi alikuwa amefinyanga Yeremia, akishuhudia, lakini kile chungu kikavunjika mkononi mwake. Sasa ni kwa sababu yule mfinyanzi angekuwa mtu mwingine angeachia hapo akaenda kupumzika akaja kesho na chombo kingine, lakini maandiko yanasema kwenye Yeremia hiyo 18 kwamba mfinyanzi aliona si vema, akafinyanga kuwa chombo kingine tena. Sasa ndoa inatakiwa itengenezwe kila siku, itwa leo, maana ukiitengeneza huwezi kumuona mwezi wa fai au kumwacha kwa sababu, ukimwacha unajiacha, na maandiko yanathibitisha kitabu cha Mithali, kuna 2 anasema, amwachae rafiki wa ujana wake, anasema anaelekea kifo watu wasingeachana nafikiri ndo andiko pekee sana ambalo watu wanaweza kuliheshimu na kulielewa kwamba amwachae rafiki rafiki ni nani rafiki ni mwanaagano kati ya jinsia hizi mbili mke na mume na ndo maana inasema kuwa mwili mmoja lakini muhubiri nne kama muhubiri ni jaribu kusema tunaongea na mtandao kuelimisha watu muhubiri nne tisa anasema hivi kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi ukianzia tisa mpaka kumi na tano anasema heri kuolewa na kijana eh, mwenye hekima kuliko mzee mkubwa. Lakini anasema kamba ya hizi tatu haikatiki pesa. Kamba ni nini? yani mke mume, alafu na m au watatu hawezi kuacha, maana yake kwa kuamini na wambili, kila mmoja amembeba. Na leo mimi naweza nikawa najenga nyumba ya mama mkwe na ya wazazi wangu sijajenga, ni wajibu halali, japo kibinadamu inaleta shida, na mke wangu anaweza naye akaanza kujenga eh, mfumo wa familia yetu akaacha ya kwao. Hiyo ndio ndoa mkifanya x mishano, ndoa itadumu. Usia wangu kwa wananchi na wanandoa wote kwa jumla na wale wanaotaka kuziingia ndoa msima e, kwamba kila anayewaza ndoa aanze kuiwaza ndoa katika hali ya usafi. Yani uwaze ndoa kwa maono ya kuenda, sio ndoa ambayo Betoka, e, wenda, vena vena vena kwa sababu amechoka kufua labda wendo utabeba kufua siku amanake ndoa inakwenda ana zaidi wale washauri watu wote wetu. Amesema ndoa yoyote bila kujali ni ya namna gani, ni ya serikali, ni ya kanisa, ni ya msikiti, ni lazima ndoa iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo watu wote wanataka kuingia kwenye ndoa, mimi natamani waheshimu ndoa lakini wanaelekea kwenye wa uchaguzi na nyee ndo pemguziwa dini, labda una neno gani hasa kuhusiana na huku tunapofikia tunaklekaaaamaa. Kwanza nashukuru Mungu kwa sababu ni moja ya mambo ambayo yananihusu mimi. Ni mjumbe wa kamati ya inaitwa, eh, kamati ya amani nchini eh, lakini pia katika moja kuna ya, ya kamati ambayo tunaita ya maridhiano. Uh, kamati hizi zote zinaongoza amani, na sisi kama viongozi wa dini tumeelekezwa na Kristo kwamba amani yangu ninawapa, nitowavyo mimi sivyo ulimwengu utoavyo. Kwa hiyo tuwajenge watu kuwa na amani, cha kwanza itanguli amani, cha pili kwendea uchaguzi, watu wengi wawe watiifu na kukubali aina ya mfumo, kwa sababu uongozi uheshimike uliopo ili uongozi uliopo utufikishe kwenye ukuu wa Mungu na watu wote wale kafaulu miaka yote alafu aja kufeli katika mwaka mmoja. Mimi ee, ushauri wangu watu wote waheshimu kanuni za amani tunoachiwa na waasisi waliotangulia, lakini pia na mkuu wetu. Waasisi wametanguliza amani, wametanguliza amani, na sisi tutimize jukumu la amani chaguzi tunaona daftari limerejeshwa tena la mpiga kura. Kuna wale waliochelewa, unawaambia nini, Aposto? Kwanza eh, nafikiri ishu ya daftari likarejeshwa eh, ni jambo jema, kwa sababu miongoni mwa watu ambao walikuwa wamechelewa ni mimi. Nilikuwa nje ya nchi na kitambulisho cha kwanza, kwa hiyo tumepafata kanuni kupata tena kwa mtu kama hakupata kile kitambulisho cha mpiga kura, tumia hii nafasi kwa kazi, kwa sababu haki yako wewe ni kupiga kura, na haki ndio inayokupa matokeo. Kwa hiyo watu wawejee waende kasikasi, wasipukuza jambo hili, na watakapokuwa wamepata vitambulisho vyao, basi watakuwa watahesabika kuwa eh, ni wapiga kura halali.